Bwana, karibu tena kwenye channel ya CamelAgri TV. Wapenzi watazamaji, leo tupo na kilimo cha mchicha kama unavyoona hapo, huo mchicha una siku nne. Kilimo cha mchicha bwana, ni kilimo chenye faida sana, kutokana hata na gharama za mbegu zake huwa ni bei ndogo sana kwa haya matuta manne ya mchicha tulolima na jingine tulilianzisha, tumenunua mbegu ya shilingi elfu mbili na imetosha kote na imebaki. Kumwagilia mchicha unahitaji maji mengi sana mpaka kukua levo Usisaahau kuweka mbolea, mashauri sana mbolea ya kuku yakamna. Kuona mchicha wetu, mchicha unaendelea vizuri kabisa ndani ya siku paza posokoni matuta yetu manne. Usisaahau kusubscribe, kulike na kushare video hii.